Nam mtazamaji wa Trend TV, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni ishu ya dress code ambayo ameonekana nayo hivi karibuni msanii Diamond Platnumz. Bwana Diamond bwana, amevaa kitu ambacho tunajua kwamba uwaga anavaaga vitu ambavyo yeye ni unique kidogo kulinganisha na wasanii wenzie. Tunakumbuka kwamba uwaga anavaaga E, manguo fulani hivi mengine uoga wanasema ni ya kiume, wengine wanasema kwamba anavaa vi crop top eh, kama katika nyimbo yake ya wa. Hiyo ni moja kati ya topic ambazo watu wengi sana walikuwa wanazungumza, lakini this time around bwana, kwenye upande wa mabegi kuna kibegi ambacho Diamond amekibeba bwana, chekundu, kimechorwa picha ya msichana nyuma, au ni chekechea tu. Unaona hivyo au ndo fashion. Watu wanajiuliza hivyo. Kuna mtu amesokombe bwana, kama unaona hicho kibegi ni cha mtoto wa chekechea. Hebu nenda nawe pia ukanunue uone balaa lake. Kwa mtu asokombe bwana utajua mwenyewe. So hizo ni comment. Ukiwa kama mdau wewe, ukikitathmini hiki kibegi ambacho Diamond amekivaa, unahisi kama ni fashion au ni kibegi tu kama vibegi vingine vya watoto wa chekechea. Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.